Sasa wananchi wamelalamika kuhusu chaguzi hizi: uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini, uchaguzi wa mwaka 2024. Wananchi walikuwa na chaguzi tatu mfululizo. Wanadimandi waruhusiwe wao, kwa mujibu wa katiba yetu, japo na ubovu wake, ibara ya nane, kuweka kiongozi madarakani, kwa sababu msingi wa mamlaka na madaraka yote nchi unatoka kwa wananchi wamekuwa wakinyimwa hiyo fursa. Hizo chuki hizo na hasira hizo zimejenga mazingira yaliyokuja kujitokeza tarehe 29, hasa katika maisha. Kwa wale ambao tumesoma hata vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na long term causes za ile vita na kulikuwa na short term causes, assassination of akiduki watu wakakasirika, wakaingia barabarani. Kwa siku zote watu wanakuwa na, na, na, na maumivu ya muda mrefu. Sasa kuna kitu kina spark kinaleta matatizo kwao. Wananchi wa Tanzania wamekuwa na malalamiko dhidi ya uonevu. Watu wanachukuliwa wanawekwa kwenye vituo vya polisi siku ishirini, siku thelathini. Mimi nimekaa kituo cha polisi, mimi kiongozi wa chama kikuu cha upinzani siku ishirini na moja wana sheria inavyosema kwamba mtu akikamatwa within 24 hours ndani ya masaa 24 anafikishwa mahakamani. Siku ishirini na moja mahabusu ya polisi, narara kwenye simenti. Siku ishirini na moja, kinyume cha sheria. Alafu hao watu wanakuambia ufuate sheria. Sheria ipi? Mtu wa kwanza anayetakiwa kufuata sheria ni wewe unayewaambia watu wafuate sheria. Kama wewe ufuate sheria, unatakaje mimi nifuate sheria? Sasa haya mambo yote haya ya kuvunja sheria, ya kuonea watu, ya kuteka watu, ya kuiba uchaguzi ndiyo yaliyosababisha hasira za tarehe 29, tarehe 30, tarehe 31 na mengine. Wameua watu wengi.